Mimi sina cha kuongea na wewe. Ilipofikia mimi na wewe basi, yaani kuanzia leo mimi sio mwanamke wako tena, kwa sababu chua nimegundua kwamba mimi sio mwanamke wa aina yako, na Mwenyezi Mungu atakujalia utapata mwanamke wa kuendana naye, lakini sio mimi. Ya mke wangu, tungezungumza tungepata kuelewana. Baya mambo, asifike huko. Mimi sina cha kuendelea kuongea na wewe. Uwe na maisha.

upweke oh, upweke oh, mwibandani anasewcatwia kipenawezafanya akili yako ikatulia. Hivi wewe uko ndani uko unafanya nini? Maana nimekuita muda mrefu tu. Sasa sikia nilichokuitia nahitaji kujua unaenda chuo au uendi, maana toka juu zinakwambia habari ya chuo, unaenda unarudi, unaenda unarudi, nashinda kuelewa una mpango gani chuo? Siendi na sitaki kuulizwa. Ni kwa sababu gani? Oh, nimechoka sasa jamani. Asante sana. Sasa shemeji, mimi nimekuja, nilikuwa nataka uh, niombe samahani kwanza mbele yako kwa sababu matatizo ya mimi na mke wangu nafikiri yamekuelekeza, na hata pia katika kukosea, si binadamu tumeumba kukosea Shua. Mimi na wewe tumeshafika mwisho tayari. Mimi siwezi kuendelea na wewe tena, wewe ni bora tu uondoke. Mimi kwa kweli naona iko sahihi, yuko sahihi kabisa. Mwache mdogo wangu sasa hivi apumzike, apumzike kidogo na yeye. Priska amebadilika sana. Priska sio mtu wa kula huko ndani. Priska ana jeuri, Priska ana dharau, unaweza ukaongea naye akakupandisha na kukushusha. Kama mi ni mke mwenzie anakaa chumbani kwake tu huko mpaka uende umuite, hana anachokifanya. Jambo lingine, chuo kimefunguliwa na hataki kwenda chuo. Kwa hiyo mimi nimekuita hapa mama mdogo, unisaidie hili jambo. Priska achague kati ya haya mawili, la kwanza kurudi chuo, au aondoke na wewe. simuhitaji tena nyumbani kwangu Priska anayosema dada yako ni ya kweli? Sinaongea na wewe sasa, nahitaji uinuke hapa sasa hivi ukachukue kila kilicho chako, mizigo yako yote kaibebe, tunaondoka mimi na wewe hapa sasa hivi. mimi siwezi kuondoka huko ndani. Kwa nini? Mimi ni mjamzito. Mjamzito? akakosea na nikaomba samahani, kasamehewa sitojirudia tena. Hivyo hebu msamehe mume, mpaka amefikia kwa kupigia magoti. Ni kweli amekiri. Dada wee haumjui huyu, yani wee haumjui, na hivyo anavyosema, anapata shida kukaa mbali na mimi? Sio mimi, anapata shida kujifulia na kujipikia mwenyewe. Mimi huyu dada namjua, nimekaa naye muda mrefu chua, mimi hajawahi kuona thamani yangu kwake. Nisamee, mdogo wangu, nakuomba nisamee, mpaka amefikia kipindi anapiga mpaka magoti, nisamee. Nisamee, mdogo wangu, dunia oh, yeah, yeah, yeah, imeumbwa na mengi, mimi nawe tu spendi, usijeni acha mwenyewe, moyo utakufa, siwezi Una ujauzito? Ndani ya nyumba yangu mimi? Kwenye eneo langu. Hebu niambie, hiyo mimba ni ya nani? Si tunaongea so na wewe dunia imehumbwa na mengi. Mimi nawelatupendi usije niacha mwenyewe ua yeah, no, kufa siwezi ah. Oh. Nilikupa ruhusa ukaenda chumbani na mdogo wangu nikijua unaenda kumuweka sawa, kumbe unaenda kufanya mambo yenu dude huko ndani. Asiondoke

Oh, upweke upweke mwibandani anasiro ijatulia. Kipi naweza fanya akili yako ikatulia. Oh, upweke upweke mwibandani anasiro ijatulia. Kipi naweza fanya, akili ya okay, yako ikatulia... Toka juzi nataka nizungumze nawe, ila kila nikikuomba na kuwa mtaki kunisikiliza. Hivi na sisi hicho kifanya na mwenzako ule nisaidie. Mama mdogo ameondoka bila hata kuaga, sijui anawaza nini na sijui ataenda kuongea nini. Najua una haki ya kuzungumza vitu vingi kwa sababu sisi ni wenye makosa. Lakini mke wangu, wewe usinisamehe, yaishe. Ninachoona hapa mimi ni kuwalalisha ndoa tu uwe bwana harusi au bibi harusi. Lakini mke wangu, hmm, ume mimi ni mkeo, moyo naumi anashundovumilia

Sasa nisikilize, nimetoka kuongea na bwana harusi huko ndani, nimekuja kwako bibi harusi. Ninachohitaji mundani ndoa ilalishwe, uwe mke au mume. Lakini dada, nimeshakuomba msamaha mara kadhaa, lakini utaki kunisamehe. Msamama, nisikilize, moyo wangu vi mweupe, na ndio maana nahitaji ndoa ilalishwe, muishi ndani kama mke na mume, dada Ilipokuja hapa hii nyumba ilionekana ina matatizo, na dada, siku unagombana na shemeji nilosikia. Samehe dada, sikufanya kwenye ambaya. Dada, mi ni mdogo wako, aamba nisamehe.

mwibandani anasiro haijatulia, kipi naweza fanya? Akili yako haikatulia, unajua. Oh Priska, imepita siku kadhaa tangu itokee lile jambo ambalo limetokea pale sebeni. Ni ilikupa muda kwanza ujitafakari, uwe sawa. Afi, nimezungumza nawe sana. Shangaza kule mama mdogo, amekuja mbele ya mama mdogo, mke wangu, ukaja ukanianika na nishakupangilia. Sasa mimi pale ningesema nini? Maana wote wameamua mimi niondoke. Kus, nimeambiwa kusanya mizigo yako tuondoke. Tu, kwa lazima tu ningesema ukweli. Nisingeweza tena kuficha. Kwa nini pale atasema mdogo usinge mdanganya? Unge mdanganya, unge kutoroka. Alafu kuna mazingira ningetengeneza, tungewasiliana. Nitoroke. Mimi ningetorokaje pale? Mtu amenisimamia kabisa kwamba tuondoke, nisingeweza. Maana nikasema ukweli. Oh, yeah, yeah, yeah. Tunie imeumbwa na mengi, mimi nawe love to spendi, usijeniacha mwenyewe, moyo utakufa, siwezi tal sijui mimi na wewe tuhalalishe ndoa, maana nimembembeleza kila nikitafuna magani ya kuzungumza naye, hataki kunielewa. Yeye anachosimamia ni kwamba sisi tunapendana, tuache tukwane. Hata mi niliongea naye pia, kaniambia hivyo hivyo, kwa tufunge ndoa, tuwe mke na mume

Mimi nataka mtoto wangu alelewe wa na baba yake. Siwezi kuondoka mtoto akalelewa bila baba, na siwezi kukaa mbali na baba wa mtoto. Eh bwana, ndio. Si nilikuambia kuwa nina ujauzito wa sheme. Ndio najua kuwa mimba inakuwa, lakini mimi nitaendelea na huu uongo mpaka mwisho, kwa sababu mimi ninampenda. Nina ujauzito ndo unaosababisha kuwa nanipenda, namletea vitu hivyo yani Ndiyo, ujauzito unakuwa. E, itabidi tu iwe hivyo. Haya, kwa kaila. Mm-hmm. Mbona harusi mpya? Kwa kuwa ndoa yako bado changa, inabidi uwe na bibi harusi mpya. Bwana harusi kivipi? Kwamba unijue. Si ndoa yako ina Krista. Mlifikia tu mkaenda ndani mkalala na mkapiana nami. Si ndoa tosha hiyo? Lakini mke wangu, haya mambo yataisha lini? Kuomba msamani akwambia, ya yaishe tu, yaishe. Unaongelea kuyamaliza? Mi mbona naisha yamaliza, na ndio maana nakwambia hivi. Wewe unalala na bibi harusi wako, sawa, bwana harusi mtarajiwa.

moyo unaumia na shindwa kuvumilia, unaumiza kidogo, wachukia sura wabadilisha, unageukatika makotana parua wa waniacha, naumia, upweke upweke mwibandani ana siri haijatulia